Mali ya halali kidogo ni bora kuliko mali nyingi lakini ya haramu. Si mtu kupata maji pesa, lakini ya unyang'anyi. Yingine yatoka kwa mangube eh, wengine yatoka wapi? Kaipata kwa njia ya haramu. Wengi tu wanakwenda kwa, kwa waganga huko, kasijua akachinje mtu au akafanyeje, ili mradi aingie kwenye ushirikina ili apate mali, kwa sababu mashaallah, katoka anatanda msita anasemi 30 huyo. Ah, bwana ni mkweli si hapa na usitishike na hilo. Je, hiyo aliyokuwa nao ni ya halali ya haramu? Hii ndio muhimu. Ndio maana Nabii Shuaib alayhi salatu wassalam anawaambia watu wake, wakati anawakataza na, na chumo ya haram anawaambia, baqiyatu llahi khairun lakum in kuntum mu'minin wama ana alaykum bihafidh Mali ya halali aliyokubakishieni Mwenyezi Mungu ni bora kuliko mali ya haramu unaopata katika njia za udanganyifu, kwa sababu wao walikuwa kazi yao ni kama hii inayofanywa katika masoko yetu. Wao walikuwa shughuli yao ni kupunguza vipimo. Pengine anakuuzia kauziwa vizuri kutoka kiwandani kilo hamsini sukari au ungano, yeye anachokifanya mwenyewe na lugha yao anaita kuribeg, anapunguza. Kulikuwa na jamaa mmoja mpaka smiti kwapunguza. Asa mimi nitapataje pesa mimi kwa nini? Simiti ile simiti ile anaipunguza, kama ni tani moja, anatafuta akichomwa chomwa, anapata mifuko miwili, ili iweje? Yuko ribegi. kwa hiyo hiyo ni kupunguza kipimo ima kwa kutumia mizani au kwa kutumia vibaba au kwa kutumia chochote ambacho ndani ya jamii ile wanakitumia kama kipimo kinachokubalika, wewe ukakipunguza. Kwa mfano watu kwenye masoko wanatumia plastiki katika kupima vitu kama vile bamia, ngogwe, pilipili pili. mara nyingine, sasa hapa masokoni hapo wako ambao, katika lile plastiki, ana la kununulia na ana la kuuzia. la kununulia lipana. pana sijua alifanya jifanyaje. natanuliwa wewe kama umepima vizuri umejaza kama ni bamia umejaza vizuri likijapata tutakuta liko nusu sasa kafanyaje huu bana kumbe linatanuliwa lakini ya kuzia linabanwa. hayo yapo hapo nilifanya biashara bamia nikakumbana nayo hiyo hali hapo hapo nyuma hapo sio mbali wanafanya hivyo <laughs> na katika vitu vingine unadanganywa kwenye mizani kubwa. Ile imekuja labda watu wa kijijini na, na mahindi huko unatakunua shati lao wanasema sifike kilo mia moja na tano ndio inahesabika ni gunia moja hiyo kamili. Haya, wewe umepima kule waja nayo namba kaa ashikoshile baba 90 unajaza 80 hii mia na tano imekamilika, usije ukashtuka kwani, mm, basi magunia yote ya kufika mia tano, mitu wa mchanga macho mawili kama ni ishirini basi ujue kumi yatakuwa hayakutimia. Alafu yeye anapiga hesabu, najua bana, katika hesabu zetu kuna gunia yetu moja. Majuzi tulikuwa na majiskrepa yetu kule chuoni mengi mengi tu mabaki, wakasa ah, wacha tukayauze, na bwana mmoja akayachukua sasa wakati anapima anawaambia, ule mwiza kapima, au mashekhe? Ule au mashekhe ma waangalie vizuri haya mashekhe, ndio anatakiwa kuhurumiwa, je <laughs> asikua shekhe, ina maana akomeshwa, maana yake ile mizani ya ITB. sasa shekhe, basaha, kwa sababu shekhe kufuta futa, basi shehe mambo safi. Kwa hiyo kwamba hapo umehurumiwa kwa sababu <laughs> ni shekhe. Na maana mtu mwingine yeyote pale atanyoshwa sasa kufanya vile mtu hawezi kuinuka. Kwa nini dhulma? Kwa nini usitosheke na halali yako, sawa kwa sawa? Unachokipata unauza, unapata faida yako ni bora. Ndiyo maana akasema Nabii Shuaib, baqiyatullah khairun lakum in kuntum mu'minin, mali anayokubakishieni Mwenyezi Mungu ile ya halali ni bora, kama kweli nyinyi wenye kuamini. Basi amenini haya, Allah atakufungulia, usiingie kwenye wizi. Ndio maana mtu anafanya, ona, mtu pap kainuka, afikisha ukaporomoka, aenda tafuta waganga wa kienyeji, apige ramli, angalie, tatizo sio hilo, tatizo ni hapa, huwezi kuinuka na mtume na Allah kalizungumzia katika ummati Muhammad, akasema bismillahir rahmanir rahim, wailun lilmutaffifin alladhina idhaktalu ala nasi yastawfun wa idha kalu hum aw wazanu hum yukhsiru ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin adhim, yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Adhabu kali itawathubutikia wale wapunguzao, yani wapunguzao vipimo. Alladhina idha kitalu, ala an-nas yastawfun, ambao wanapojitimia kwa watu, yani wanapunua kwa watu wanachukua kamili. Mfanyabiashara yuko tayari yeye, umesema hapa Imepungua gramu tano, akwambia ah, basi haina neno. Mfanyabiashara huyo hayupo ila wewe. Ikizidi imezidi gramu tano, ah, hii tano haina neno kwake yeye. Hayuko tayari mfanyabiashara hata kijisehemu kidogo uchukue, hayuko tayari. Kwa hiyo yeye akinunua lazima ahakikishe mizani iko sawa sawa, na ikiwezekana izidi kidogo, lakini yeye anapowapimia watu wa idha kaluhum au wazanu Home lakini, wao wanawapimia watu ima kwa kutumia kilo au vibaba au plasi au kipimo kilichozoeleka matumizi yako, ndio kipimo chao hicho wanapunguza. Hivyo huyo anadhani kweli atafufuliwa? Huyo anaamini kweli atafufuliwa? Huyo kwa ajili ya siku kubwa, hajui kama kuna siku itahesabiwa.